Habari mpenzi mtazamaji popote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii Aisha's Food. Leo nimekuja kuwaletea jinsi ya kupika mikate ya kusuka, milaini sana. Katika bakuli nimeanza kwa kuweka unga wa ngano nusu kilo ambao ni sawa sawa na gramu mia tano, sukari vijiko vitatu vikubwa vya chakula. Si lazima, kama unataka mikate ya chumvi basi utaweka chumvi, lakini mimi nimependa kupika mikate ya sukari. Kisha hamira kijiko kimoja kikubwa cha chakula si Ute wa mayai nimetumia mawili, nimeweka iliki ya unga, nimeweka chumvi. Halafu baada ya hapo nitachanganya kama hivi, lakini pia si lazima kuweka iliki, lakini mi napenda ya kuweka iliki kwa sababu ya kukata harufu ya mayai. Baada ya hapo nitachanganya kidogo, halafu nitafuatia kwa kuweka maziwa ya uvuguvugu. Kisha nitachanganya kama hivyo. Nimeanza kwa kuchanganya na mwiko, lakini unaweza ukatumia mashine kama ikiwa uko nayo. Na unga hautakiwi kukandwa kwa muda mrefu, yani unakuwa unaukanda tu kiasi kidogo sana, yani ni muda mchache sana katika kuandaa huu unga, na unakuwa hautumii muda mrefu sana. Kwa hiyo utaonekana kama hivyo, na unapokuwa mlaini ndipo unapozidi yani pindi utakapomaliza kupika yani, yatakuwa ni mazuri sana ama mikate yako itakuwa ni mizuri sana hapo. Nimeweka siagi vijiko viwili vikubwa vya chakula, halafu baada ya hapo nitaendelea kukanda unga kama hivyo, kiasi tu siagi ienee katika hilo donge, na litaonekana kama hivyo ambavyo inaonekana. Unaona donge liko tayari kabisa hapo, kwa hiyo nakuwa naliweka sawa tu kama hivyo, halafu naliweka katika bakuli na nitalifinika na plastic wrap. Unaweza ukafinika na kitambara kisafi cha jikoni ama ukafinika hata na bakuli kubwa lake ni ukalifidikiza, inakuwa pia ni sawa ili iwe rahisi, uh, unga wako kuumuka kwa haraka zaidi. Na pia kama unaishi mazingira ambayo ni ya baridi sana ukishafinika na plastic wrap kama hivyo unaweza kuweka kwenye oven, lakini hakikisha oven haujaliwasha, weka tu kiasi unga upate joto ili upate kuumuka. Na kisha basi, unga uko tayari, umeumuka vizuri kabisa kama hivyo, yaani umefura vile ambavyo mimi ilikuwa nikitaka. Nitatoa hiyo plastic wrap kama hivyo ambavyo inaonekana hapo katika video. Kisha baada ya hapo nitatoa hiyo hewa ambayo imezidi katika unga ama katika donge, kisha nita toa hilo donge katika bakuli na nitaweka hapo, na kisha nitanyunyizia unga kidogo, ili iwe rahisi katika kukatakata madonge, na unga ama madonge halitakiwi yani hivyo, yani. Kwa hiyo utafanya hatua kwa hatua na vilevile kama ni mgeni katika chaneli hii, na kusihi ndugu yangu, usisahau kusabskribu, kulaiki, kukomenti na kushare na marafiki. Vilevile vile matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Na katika kukatakata hayo madonge, inategemeana na vile ambavyo unataka saizi ya mikate yako iwe. Mimi nimetoa takribani madonge nane lakini unaweza kutoa zaidi ya madonge nane. Um, kwa hiyo hapo nitatengeneza kama hivyo, na kisha baada ya hapo, yakishakuwa tayari, unaweza ukayaacha yapate kuumuka zaidi, nakuwa pia narahisisha, yani nakuwa yanalainika zaidi, na pindi unaposukuma unakuwa hautumii nguvu kubwa. Kwa hiyo ni muhimu yani, kupumzisha unga wako vile ambavyo unakuwa unataka sio lazima kwamba ukishatengeneza madonge basi hapo hapo uanze kusukuma, uanze hivi uanze vile. Muda mwingine pumzisha unga wako, ili iwe rahisi katika kusukuma, unakuwa ni rahisi, unasukuma vizuri. Kwa hiyo hapo nitasukuma kama hivyo ambavyo inaonekana, kisha baada ya hapo nitaanza kwa ku Uh, kwa kukunja upande mmoja kama hivyo, lakini pia unaweza ukatumia njia nyingine ambayo utakuwa unaijua. Mimi nimetumia njia hii na nimeona ni rahisi sana, imenirahisishia sana kazi hii ya kupika hii mikate ya kusuka na utatengeneza fimbo ndefu kama hivyo ambavyo inaonekana lakini unaweza kufanya aina nyingine. Uh, unaweza kutengeneza kamba zaidi ya tatu nne, kisha ukasuka mikate yako, lakini kama una familia kubwa, basi fanya hivi ambavyo ninaonyesha katika video. Baada ya hapo, utachukua kisu ama kifaa chochote kile, utakata katikati kati kama hivyo, usikate mwanzo kabisa. Yani unakuwa unasogea mbele kidogo, halafu ndo unakata, halafu kule kwa mwanzo unakuwa una kufunga kwa chini kama hivyo ambavyo inaonekana, ili pindi pale ambapo utakuwa unaenda kubeki kwenye oven ama kwenye jiko la makaa um, yani isifunguke kwa hiyo mimi nimechagua kwa kusuka kwa njia mbili, unaweza kusuka kwa njia tatu, kama nilivyosema, njia nne, ni wewe mwenyewe na vile ambavyo unataka na unaangalia pia urahisi wako ambao utakuwa unaweza. Usije ukajaribu kufanya kitu ambacho hautokiweza na ukachukia kitu ambacho tayari umekianzisha, kwa hiyo fanya chaguzi sahihi pindi unapokuwa jikoni. Baada ya hapo, nita roll kama hivyo ambavyo inaonekana katika video, na kisha ile sehemu ya mwisho ambayo imebakia nitaikunjia kwa chini, yani nitaifichia kwa chini, na mkate wangu utaonekana kama hivyo ambavyo unaonekana. Na kisha baada ya hapo, yote kwa pamoja itaonekana kama hivyo. Baada ya hapo basi, vile viini vya mayai nimeongezea maziwa kidogo freshi, halafu nikachanganya. Na baada ya hapo, nitapakaza kwa kutumia brashi kama hivyo, katika madonge yote yale ambayo tayari nimeshayatengeneza. Na katika kupakaza, hakikisha unapakaza kwa usahihi kabisa kama hivyo na baada ya hapo nimependa kunyunyizia ufuta. Nimetumia ufuta mweupe na ufuta mweusi, lakini unaweza ukatumia ufuta labda mweupe, inakuwa pia haina tatizo. Na kama hautaki kutumia ufuta, basi sio lazima kuweka ufuta, unaweza ukapakaza ma viini vya mayai kama hivyo ama maziwa tu, kisha ukaenda kubek kwenye oven. Yani ukasubiri ikaumuka tena mara ya pili ama ya tatu, halafu ukaenda kubeki na nimebeki kwa moto 180 na nimetumia dakika thelathini, na mikate iko tayari imeiva, kama hivyo ambavyo inaonekana, ni milaini sana. Mashallah, mashallah, mashallah. Kwa hiyo hapo nitaonyesha jinsi ambavyo ndani ulivyo. Tazama mkate jinsi ambavyo unachambuka vizuri kabisa, yaani unga wake ulikuwa umelainika vizuri sana, na pia sijakanda kwa muda mrefu. na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kupika mikate ya kusuka. Mpaka wakati mwingine, nawatakia Ramadhan Karimu, wasfaumu makbul. bye, bye.